Ukisikia neno mwanajeshi, picha gani inakujia kichwani? Ni gwanda la kijani, bunduki mkononi, panga kiunoni, begi kubwa mgongoni, au ni ile sura mbaya ambayo ukiangalia unahisi kama inakwambia wewe staki mazoea? Lakini naomba nikuulize, umeshaona mwanajeshi wanaovaa kama vinyago? Kama utabahatika siku moja kutembelea Vatican, ambayo licha ya kuwa nchi ndogo kuliko zote na makao makuu ya kanisa Katoliki duniani utaona watu wamevaa kama vinyago hawa. Mabwana wanaitwa The Swiss Guard. Ni jeshi maalumu lenye kazi ya kumlinda Papa Francis, ambaye ndiyo kiongozi wa kanisa ya Katoliki duniani. Lakini kwa nini Papa Francis analindwa na wanajeshi waliovaa kama vinyago vya uchekeshaji? The Swiss Guard hili ni moja kati ya jeshi la ajabu na la kipekee duniani. Lilianzishwa zaidi ya miaka mia tano iliyopita huko Uswisi. The Swiss Guard wanashika rekodi ya kuwa jeshi lenye idadi ndogo zaidi ya wanajeshi likiwa na wanajeshi mia moja thelathini na tano tu. Lakini sasa, pamoja na idadi yao ndogo, wanajeshi hawa unaambiwa umechukua asilimia kumi na sita ya raia wote wa Vatican. Hatua hii inafanya Vatican kuwa moja ya nchi yenye wanajeshi wengi zaidi duniani. Na kama unajiuliza kwa nini wameaminiwa kumlinda papa, historia inatambua Uswizi kama moja ya nchi zilizokuwa na sifa ya kutoa majeshi na wapiganaji wazuri nakala nyingine katika historia zinataja Uswizi kama nchi iliyokuwa ikitoa wanajeshi na askari wa kukodi katika maeneo mengi zamani huko barani Ulaya. Na moja kati ya majeshi yaliyokuwa yanasifika vitani kwa uhodari wa kupigana na kushinda vita waliitwa Swiss Guards, lakini haukuwa uhodari wa kupigana pekee ndio uliwafanya Swiss Guards waaminiwa na viongozi wakubwa Ulaya. Hawa Swiss Guards walikuwa na sifa kubwa ya kutiifu na unyenyekevu, na kutokana na hilo mwanzoni mwa karne ya kumi na sita century sifa za hawa wanajeshi zilimfikia papa aliyekuwa madarakani muda huo, Papa Julius wa pili na tukisema tuangalie historia kanisa Katoliki hata kwa uchache, jina la Papa Julius wa pili linaweza likachukua karatasi nyingi kwenye maandiko yetu, na anaweza kukwambia alikuwa na maono. Ni papa huyu ndo alianzisha makumbusho ya historia kule Vatican, ambapo leo hii ni miaka zaidi ya mia tano imepita na makumbusho hayo bado anapokelea mamilioni ya watalii kila mwaka lakini, pia ndo huyu papa aliyepitisha mpango wa kulifanya kanisa lililopo Vatican la St Peter's Basilica liitwe kanisa kubwa kuliko yote duniani. Kiufupi, alifanya vitu vingi ambavyo havikumfurahisha kila mtu, na kwa tafsiri sahihi, utakuwa haujakosea ukisema papa Julius wa pili alitengeneza maadui ambao wengine walitaka maisha yake. Kwa hiyo kupata habari za wanajeshi wanaopigana kwelikweli vitani wakipambwa na sifa ya utiifu kwa yoyote aliwalipa wafanye kazi. Habari hizi zilikuwa ni kama mziki mzuri kwenye masikio ya papa. Hakuchelewesha muda. Mnamo mwaka elfu moja mia tano na tano papa Julius wa pili aliomba nchi ya Uswizi imkodishia askari mia mbili wa Swisgeda, ombi ambalo lilikubaliwa na baada ya safari ndefu ya miezi minne wanaume mia mbili walifika kwa bosi wao mpya mnamo januari elfu moja mia tano na sita na tangu siku hiyo vatikani ikawa ndio makazi yao mapya lakini sasa kwa nini wanavaa kama vinyago ukizingatia kwa ukaribu sale za Swiss Guard utaona ni kama pajama lililoundwa kwa rangi za bluu na njano huku likipambwa kwa kola nyeupe kulikuwa na maana nyuma hii design na maana yake ni kuwa Sare za hawa wanajeshi ziliundwa zikiwakilisha familia kubwa na maarufu nchini Italia, familia za Della Roveris na Medis. Ukirudi nyuma katika historia hizi, familia hazikuwa tu na ushawishi katika mambo ya kitaifa ya nchi ya Italia, isipokuwa zimewahi hata kutoa papa kadhaa waliowahi kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Na kama haujui, hilo pajama lao linavyoonekana kama la kinyago. Kwa enzi hizo hilo vazi ndio lilikuwa habari ya mjini. Wanajeshi hawa hawajabadili vazi hilo licha ya muda kupita na mabadiliko vita, na mabadiliko makubwa katika uwanja wa vita na mapigano, haya mavazi ya wanajeshi wa Swiss Guard. Swiss Guard ni moja wanajeshi bora duniani. Wakiwa kazini, hawa jamaa unaambiwa ni moto wa kuotea mbali. Huwa hawavai yale kama vinyago. Huwa hawabebi panga wala mikuki. Wanaume huwa wanakula jezi zao za bru na wakijilinda na silaha za kisasa kama bunduki. Kwa miaka hivi karibuni, askari wa Swiss Guard hawajapewa mtihani uliowalazimisha watuonyeshe ubora wao kimapigano. Kwa hivyo, tukitaka kujua utata wa hawa jamaa, inatubidi turudi nyuma kidogo katika historia. Ya mwaka 1927 ikiwa ni miongo miwili tangu akabidhiwe kibarua cha kumlinda Papa, wanajeshi wa Swiss Guard walikutana na mtihani wao wa kwanza kutokana na migogoro ya ndani katika dola ya Roma wanajeshi zaidi ya elfu ishirini wa falme ya dola hiyo kwa wakati huo, Mfalme Charles wa tano waliuzingira mji wa Roma, wakavamia nyumba za wananchi kuua na kuiba mali za watu, na baada ya mapigano ya muda walifika katika lango la kuingilia katika makao makuu ya Roma. Askari walinzi wa ngome hiyo walikuwa wamezidiwa mara nne zaidi na wavamizi hao. Hakukuwa na msaada kutoka nje ambao ungewaokoa. Msaada pekee ambao wangeupata ulikuwa ni kutoka kwa wanajeshi wa Swiss Guard ambao kwa wakati huo walikuwa 189 tu. Wanajeshi wa dola ya Roma walikuwa wanavamia kutokana na migogoro waliokuwa nayo na mfalme wao kutokana na kutolipwa maslahi yao, na kadri walivyokuwa wakiua na kuibia watu huku wakisonga mbele kuisogelea Vatican iliyokuwa ndani ya mji wa Roma, wanajeshi wa Swiss Guard walijiandaa kupigana, kupigania waliokuwa makazi ya papa wakati huo, Papa Clement wa saba Maneno hayatoshi kuelezea kilichotokea siku hiyo. The Swiss Guard waliandika jina lao katika vitabu vya historia kwa kutumia damu na hadi leo eneo waliopigania lilipewa jina la the Stand of the Swiss Guard. Lakini ni nini hasa kilitokea? Askari mia moja themanini na tisa waliokuwa wamebaki katika mia mbili waliokodishwa toka Uswizi mwaka elfu moja mia tano na sita walijigawa katika makundi mawili kundi la kwanza la askari mia moja arobaini na saba walichaguliwa kupigana na askari wa Roma mbele ya kanisa kubwa kuliko yote duniani la St. Peter Basilica. hawa mabwana waliingia mzigoni licha ya kuwa walikuwa wanajua hawana nafasi ya kushinda, sababu walikuwa wachache lakini dhidi ya maelfu ya askari hatari wa Roma. Lakini kwa nini walijitoa kafara? Sasa iko hivi: wakati hawa 147 wakipigana na kutoa maisha yao mbele ya kanisa la basilika, askari waliosalia 42, kukamilisha kukamirisha 189, walikuwa na kazi ya kumtorosha papa Clement wa saba, na walifanikiwa kumfikisha eneo salama, ambapo alikuwa papa kwa miaka saba zaidi hadi alipofikiwa na umauti. Kwa hiyo wale wanaume walijitoa kusimama mbele ya njia ya Warumi ili papa apate kupelekwa eneo salama. Lakini kama makala hii imekuvutia na umetamani kuwa askari wa Swiss Guard, ni kwambie tu masharti ya kuwa Swiss Guard ni magumu na sidhani kama una nafasi. Nasema hivi kwa sababu sharti la kwanza, unatakiwa kuwa raia wa Uswizi, kitu ambacho nina uhakika wewe sio. Kwa hiyo hadi hapo sahau hizo ndoto zako. Masharti mengine ni kama yalivyo kwa wanajeshi wa kawaida: lazima uwe mwanaume, miaka yako iwe ni kati ya 19 hadi 30. Ukiachilia mbali uraia wa Uswizi, ni lazima upitie mafunzo makali ya kijeshi, kukuweka tayari na mapigano muda wowote. Lazima uwe na urefu wa takriban sentimita 174, na ni lazima uwe Mkatoliki, bila kusahau hautatakiwa kuwa umeoa. Mshahara wa hawa jamaa kwa mwezi ni yura elfu moja mia tatu ambayo ni zaidi ya milioni tatu na pointi sita kwa fedha za nyumbani hapa. Lakini uzuri ni kwamba inaaminika katika Ukatoliki ukishakuwa askari wa Swiss Guard, siku ya mwisho utaingia peponi. Kila chenye mwanzo akikosi kuwa na mwisho, na hapa ndipo mwisho wa makala hii. Endelea kufuatilia chaneli yetu ili upate habari na taarifa nyingine. Asante na kwa heri.